sana tusha kutambulisha mpango taifa damu salama na tunafanya kazi na taasisi mbalimbali, lakini pia jukumu letu kubwa ni kukusanya damu, kupima na kuhakikisha bora wake na kuzifikisha kwa wahitaji wa dar damu salama, ambapo makundi yanayohitaji damu ni wagonjwa na mama wagonjwa, kina mama wakati wa kujifungua, watoto chini ya miaka mitano, wagonjwa wa saratani na ajali za barabarani wahanga wa ajali za barabarani au a majeruhi wa ajali za barabarani, lakini pia wagonjwa wa muda mrefu walioko mahospitalini. Sasa tunapata taasisi kama Halotel ambapo mewiwa husaidia wagonjwa wetu wanahitaji damu, sisi tunafarijika sana na tunawashukuru sana kwamba mmeona kwamba wahitaji wa damu ni muhimu na mmeona jinsi ambavyo mtu akifa taifa linapata hasara. Kwa hiyo kupitia kampuni yenu ya Halotel, najua tutawafikia vijana wenye nguvu wengi kwa sababu kam, uh, Halotel University, uh, College University Blood Drive itakwenda mbali hasa katika uzinduzi wake utakapoanza kifukuto, lakini tunaamini tukio la kwanza litaleta hamasa mm -hmm. hata kwa vyuo vingine vi kwa sababu wasbau tunaanza na vyuo vi makundi manne lakini tutaenda kwa vyuo vingi zaidi na tutawafikia vijana wengi zaidi. Kwa hiyo, niwashukuru sana na niwakaribishe mpango wa taifa damu salama, tayari Halotel pamoja kwa ubora.